Ananitesa na kuniumiza kichwa sana. La kwanza likiwepo swala la watu wa koo 24. Kila nikifika kwenye mikutano hii Mheshimiwa mbunge, napata changamoto kubwa, maswali mengi, na tulikuja hapo Mheshimiwa mbunge, tukaenda mpaka kwenye ule msitu, wanauliza watu wa koo 24. Mheshimiwa, Mheshimiwa mbunge umeishia wapi juu ya, ya swala hilo, na wananipigia simu mimi kwamba mbunge bwana asipokamilisha swala letu sisi hapana. Lakini na imani mbunge anafanya kazi kubwa sana ya uwakilishi wa wananchi wa eneo hili, licha ya mimi kufuatilia serikalini. Kuna wananchi pia baadhi yenu waliandika barua kwenda kwa Mheshimiwa Rais, naomba mjipigie makofi mengi sana na mimi nilipigiwa simu nikiwa Dodoma kwa Mheshimiwa Swalle, wananchi wako ile jambo ni kweli wameandika barua nikamwambia ni kweli, mimi niwaambia mara nyingi hilo jambo. Ofisi ya rais ikaelekeza ile barua ofisi ya waziri mkuu washughulikie jambo la koo 24 hapa Iembera. Waziri mkuu akatoa maelekezo kwa ofisi ya mkuu wa mkoa, ndio maana ofisi ya mkuu wa mkoa ilibidi waje hapa Iembera mapema kuongea na wananchi wa Iembera, na leo ilikuwa tueneo kwenye hii ziara. Sasa nataka nimpigie kaimu rasmi wa mkuu wa mkoa awaambie mpango wao ni nini, kuja Iyembela kuongea na koo 24 Iyembela, oye, oye. Iyembela oye. Oye. Katibu, naomba simu hapo. Mheshimiwa? Eh, halo, marama habari ya mchana? Nzuri kabisa mheshimiwa. Habari za kazi? Salama, tumeshafika Iyembela. Ndiyo, ndiyo mheshimiwa. Pole na safari. Asante. Naomba ujitambulishe kwa wananchi wa Iyembela. Ah, sawa sawa. Mimi na kwa jina naitwa Christina Mzena. Niapita tawala mkuu, ofisi ya mkuu wa mkoa hapa, Njombe mbele. Naam. Sasa niko hapa. Ndiyo mheshimiwa, nilikuwa na waeleza wananchi lile jambo la ishirini na nne. Ndiyo mheshimiwa, naomba uwaambie mlichoambiwa na serikali kutoka ofisi ya rais nini. Asante mheshimiwa. <coughs> napenda kuwajulisha ku, ku, ku wananchi waiembewa kuwa mnamo tarehe mnamo tarehe kumi na tisa mwezi wa tano tuliweza kupokea barua kutoka ofisi ya waziri mkuu maelekezo yakituelekeza kwamba ofisi me, ya waziri mkuu imepokea barua kutoka Dio. kwa ofisi kuu ya rais kuu kwa ajili ya malalamiko ya wananchi koo ishirini na nne na koo tano ambazo zimekuwa zikilalamika, na madai yao ni mengi, ni kama mawili. Madai yao ni kwamba dai la wa kwanza wameeleza kwenye barua kwamba eneo lao lilishachukuliwa muda mrefu na serikali na serikali ilidhibitisha mbele yao baada ya kufanya kikao au mkutano na waziri mkuu mm. na elfu mbili na kumi na tisa, na wakaelezwa pale, wahusika wakaelezwa kwamba wao kitu mm. wanachotakiwa kudai ni fidia na sio eneo, kwa sababu jali ule msitu au lile eneo ni la serikali mm. na Mheshimiwa waziri mkuu aliwaahidi kwamba mm serikali tena kulifanyia kazi ofisi yake ndio, ndio. Na katika kufuatilia nani hiki kilichofuatia, mheshimiwa waziri ofisi yake ilituma kamishna ili, ili aweze kulifanyia kazi ndio. Lakini kamishna akiwa anafanyia kazi, iliundwa timu ya timu ya ya ya ya, ya uhakiki kutoka na ofisi ya hazina, msajili wa hazina ndiyo ilikuja hapa Njombe ikafanya kazi, lakini tatizo hmm, ile timu haikutoa ripoti Dele katika mkoa hmm. Basi ofisi ya kamishina ikaishia hapo, ikupata nani pa pakuendelea tena hmm. Lakini kwa sababu limeletwa tena upya hmm, mimi nimemshauri mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkoa kwa sababu ilifika kwangu walinipitia daei mimi kwa sababu ni afisa wa mkoa anayeshughulikia malalamiko mpango wenu ni nini kuhusu kuja hapa Iyembela? Mna mpango wa, wa kuja lini Iyembela? Kwa hiyo maelezo ya Mheshimiwa Rais hapa tu, muda wote tutakuja, kwa sababu tunachofanya sisi ni wataalamu mm. mimi pamoja wa mkua mkua, mm, na kamishina wa ardhi wa mkoa. Tunamsubiri mkuu wa mkoa, tumeshamwandikia maelezo mafupi kuhusu mgogoro, namna ambavyo wananchi wanahangaika mpaka sasa haujapatia ufumbuzi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema, ameahidi akifika tu Njombe mm, sasa hivi iko safarini Dodoma kwenye vikao vya kikazi, amesema akirudi tu basi ataanza kushughulikia hili, itakuwa ni jambo la kwanza kulishughulikia. Na mheshimiwa nakuhakikishia na wananchi pia nakuhakikishia kwamba mpaka sasa hivi mezani kwa mkuu wa mkoa aliko hilo swala, tumeshamwandikia na tumemwa- tumeipa na nakala ya ile lalamiko lote. Akifika tu anataka aifanye hiyo kazi yeye mwenyewe, sawa? Iyembela oye, oye. Nimeamua leo mimi na mheshimiwa diwani tujivue kwenye kesi ambayo kwa sababu nyinyi kazi yenu ni kuhoji mbunge, unasema au usemi, si ndio? Diwani unasema ama usemi? nyeva mpuri tunasema atusemi? Yembela woye! Hivi ungekuwa ni wewe mbunge, majibu ndiyo haya, utavua shati uanze ngumi? Yembela woye! Kwa sababu barua imetoka Ikulu kwa mheshimiwa rais, si ndio? kaelekezwa waziri mkuu. Waziri mkuu kamwelekeza mkuu wa mkoa sawa. Wewe ndio mbunge wa Iyembela, unaambiwa, sisi tumepewa maelekezo tunajiandaa kuja Iyembela. hivi unafanyaje? Unasubiri so, Iyembela oye. Kwa mimi nawapongeza wazee wa Iyembela walioandika barua mpaka Ikulu. Mmetusaidia wenzenu, tusionekane kwamba ni waongo. Mjipigie makofi mengi sana Sasa pale mwanzoni ilikuwa ni kama swali, jambo ile na maslahi nalo sawasawa. Mlivyoandika na nyinyi barua, serikali imejua hili jambo ni la kweli la wananchi Waiembea, ndio maana mpaka Ikuru yenyewe imechukua hatua, lakini pia mnajifunza kwamba rais wetu anasikiliza mambo ya wananchi. Mpigeni makofi mengi sana. Rais wetu yuko haraka kufanyia kazi ya wananchi, kama mlivyosikia hapa kapata barua erekeza ofisi kijiji cha Iyembela na Matembwe ni watu wacha Mungu wa kuipatia serikali manufaa. Mmoja, huo msitu ulikuwa kama alivyo wa, azunguza waziri waziri wa kilimo kwamba mjuru ni genge la wezi. Ni kweli ndio walikuwa na babaisha huko eh, hawana hata mapato na matumizi. La pili nataka kugamalisha mbunge kwamba mbunge kuna maeneo mengi ya, ya, ya, ya, ya wazungu waliohama, lakini sisi ndio tulijitolea zaidi zaidi kutoa bure. Angalia eneo la Iloro la kwa bwana Silimu pale Iloro, lile tumetoa hospitali ya wilaya bure, na tulitaka hata wilaya iwepo hapo hapo. Halafu tumetoa bure eneo hili la maliasili. Kama ni maliasili, maliasili hapa haipo hoja kubwa ninayosema mimi kwamba sisi ni wema sana katika vijiji hivi viwili Jembe, Matembo na Iyembela, haya tumetoa eneo la nyuki pale, ufugaji wa nyuki pale kwa Bwana Fanuruki, lakini saizi wamegeuza kwamba ni mali asili tena vile vile. sisi hatulalamiki, lakini ukiangalia kijiji cha Igombora Rupembe kwa mfano, kwa tar Pita, kwa Pita roo pale Wamwahongoli wameanza kujimilikisha wao wenyewe, wamesema shamba lile E, wakati ilikuwa la serikali Mwalimu Nyerere alipokuwa anawaondoa mwaka 67 Ma, eneo maeneo yote ya, serika, ya, ya wazungu yalibaki chini ya serikali husika ya za vijiji husika, lakini sisi tumejitolea kutoa eneo la hospitali ya wilaya na maeneo hayo ya ufugaji wa nyuki, wenzetu wanakuja kugeuza tu. Lakini sasa nataka kusema kwamba mwenzetu kama mwakilishi, siku nyingine hawa watu wa maliasili papa mdiburo wawe wanasoma mapato na matumizi, wanatusaidia sisi, wanatusaidia sisi tu wapa eneo manake ile eneo ni kama nda kwetu, manake hawatusaidie yeah. Hawa manake wawe wanasoma mapato na matumizi, kama wakati mwingine wawe wanakuja hapa eh, wanakuja hapa mimi, nimeenda kuona kijiji cha Msoro kule Msoro, Msoro kule Morogoro, shamba lile la yule mzungu ambalo lilitaifishwa liko chini ya ya liko chini lilikuwa chini ya ya mzungu yule wa Kilombero la miwa saizi, wanapata mapato na matumizi na wanagawana wananchi kwenye swala hilo, wakimtafuta mwekezaji.